na vitu vitano kuwaletea mashetani katika mizimu wa ghairi dhalika na mingineni kuja nao wakawekea mashetani. Utaona katika mizimu kumewekwa, nataje taj chan knaksa tuiga kitu gani? Sisi wengine hatujui, Abukadh anajua.

a kutoka hapa kwenda azieni, lakini saa mbili kafika. Kweli wanafanya kweli, wanafanya kweli, wanaandika baadhi ya maneno, utakuona mimi katika miguu yao huandika majina ya majini, kadhalika majina ya malaika waandikwa, kuchora alama fulani za pembe tatu adikiw

nda mwingine unakuhabarisha wewe juu ya mambo hayo kwa njia ya kusoma nyota, atanjim ilmu nujum tutayaelezea na kilimawatosheleza zaidi. wa ilmu nujum au tanjim, maanake wa huwa istidlal bil ahwal al falakiyya, nayo ni kutolea dalili hali za al falakiyya. Al falakiyya maana maanake ni nyota

mwezi una vituo ishirini na nane na kila kwenye kituo kimoja kuna nyota sawa. Kila kwenye kituo kimoja kuna nyota, kwa hiyo hutumia hizi nyota za kwenye vituo kuhusu mwenendo ule yanayotokezea ardhi. Vipi? Anatoa mfano yeye mwenyewe, kaaukati hububi riyahi wa majiil mata, kama wakati wa upepo nyota ile imekaa pale, patakuja kimbunga. Wa maji lmatar, nyota ile, kunakuja mvua au mvua imenyesha jana kwa sababu ya nyota ile pale. Watagayuri al as'ar, kadhalika mabadiliko ya bidhaa na thamani, kwamba mwakani patapanda bei vitu kwa nyota kadha wa kadha, kama ambao mlishuhudia kwa yule bwana Yahya Hussein.

na mengineyo katika mambo ambayo wanadai hudirikiwa kutambulikanwa kwake kwa mwenendo wa nyota fi majariha katika mapito yake wajitimaiha, na zinapokusanyika nyota waftirakiha na zinapofarikiana nyota. Kwa kusanyika kuna ishara kitu fulani, zikiwa zipo tofauti tofauti skate